Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mnamo tarehe moja mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni sitini, milioni mia moja sitini na tatu na laki sita kupitia mradi wa busti kiasi cha shilingi milioni themanini na nane laki sita kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa na matundu sita ya choo. Kupitia mapato ya ndani kiasi cha shilingi milioni hamsini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya vya madarasa, kupitia serikali kuu kiasi cha shilingi milioni ishirini na tano kwa ajili ya kukamilisha vyumba viwili vya madarasa kwa lengo la kupunguza msongamano wa wanafunzi kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa uliokuwepo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya mapokezi ya fedha hizo, taratibu za ujenzi zilianza kwa kuzingatia miongozo, michoro na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa ujenzi na manunuzi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kazi na nini? Kazi na utu. Sasa, kazi na utu ni kufuatilia kazi ambazo zinafanyika kwa fedha ambazo ametuletea Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu na hususani wananchi walioko kata hii ya Nyankumbu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta zaidi ya milioni mia moja na ngapi? 63. Na kwa sababu nimeona sample hii ya madarasa haya matano inaonyesha kabisa kwamba fedha hizi zimetumika kwa lengo lilokusudiwa la pili nampongeza mkurugenzi wa manispaa yetu kwa kutenga fedha kutoka kwenye mapato yetu ya ndani. Halmashauri yetu kutokana na mapato yake ilileta fedha hapa, lengo kwa kweli ni, ku, ni kupunguza wanafunzi kwenye darasa ili mwalimu anapofundisha aweze kumwona anayemfundisha. Sasa kazi yetu kubwa ni malezi ya watoto wetu. Dunia sasa ni dunia ambayo inabadilika sana na dunia inayobadilika inahitaji sana uwekeze kwenye maarifa, uwekeze kwenye sayansi na teknolojia, ili uweze kupata kizazi ambacho kitaweza kushindana na dunia. Sasa usipowekeza huko, watoto wetu wanageuka ni kuwa watumiaji wa kinacholetwa. Kama kinaletwa maonyesho yao kwenye TikTok ni maandamano, watadhani hayo ndio mafanikio, badala ya ya kutumia maarifa ya sayansi na teknolojia kwa ubunifu wa kusema sisi tunachotaka ni hiki na hiki na hiki, hiki na hiki hatukitaki kwenye kwenye maeneo. Kwa hiyo tuhakikishe watoto wetu wanapotoka majumbani wetu kwenda shuleni tuhakikishe kweli wameenda shuleni. Nyankumbu oye! Nyankumbu oye! Nyankumbu oye! Oye! Oye! Kwa hiyo naombe sana sana sana tujitume kwenye kazi tuweze kupata maendeleo.